Siku kama mbili zilizopita nilikuletea orodha ya Forbes ya mabilionea wa Afrika ambapo aliongoza eh, Aliko Dangote wa nchini Nigeria na Mo Dewji akawa na utajiri wa dola bilioni mbili nukta mbili takriban trilioni sita za Tanzania. Sasa uh, orodha nyingine mpya imetoka kupitia Forbes ambayo hii hapa sasa ya dunia nzima. World's, Uh, billionaires list the richest in 2025, orodha mabilionea uh, mwaka huu 2025 mpya kabisa. Na ukiangalia hapa juu utaona picha wamewekawekwa masta pia kuna kama namuona Oprah Winfrey, namuona Tyler Perry, namuona LeBron James, namuona Michael Jordan, namuona mpaka Kim Kardashian hapa, kuna Elon Musk, lakini uh, Jay-Z pia wanaonekana hapa Rihanna na wengine ambao sasa sura zao zinafahamika kabisa, ambao ni mabilionea Elon Musk, unamwona Mark Zuckerberg, unamwona vile vile Bill Gates pamoja na wengine. Sasa orodha yenyewe tuiangalie ikoje, ambapo nafasi ya kwanza, bilionea tajiri namba moja duniani bado ni Elon Musk, ambaye ana utajiri wa dola bilioni 342. Nafasi ya pili inakamatwa na Mark Zuckerberg ambaye ana utajiri wa dola bilioni 216. Interval kati ya Elon na Mark Zuckerberg I see ni kubwa sana ee. Unaona kabisa kwamba kumfikia huyu bwana bana si jambo rahisi, na sasa hivi ameingia kwenye mabiashara mengine kama XAI na mambo mengine, ataendelea kuwa tajiri zaidi duniani. Nafasi ya tatu ni Jeff Bezos, mmiliki uh, wa Amazon. Ana utajiri wa dola bilioni 215. Interview ni ndogo sana kati ya Mark Zuckerberg pamoja na Jeff Bezos, kwa sababu wanapishana kwa dola bilioni moja peke yake. So anytime Mark Mak akizubaa, Jeff anarudi tena katika nafasi za juu hapo, nafasi ya pili or something. Nafasi ya nne uh, ni Larry Ellison, huyu ni mmiliki wa Oracle, kampuni ya technology na interval kati ya Mark Jeff pamoja na anayefuata nafasi ya nne Larry ni kubwa sana pia. Kwa hiyo unaona kwamba the top 3 ni watu ambao wana pesa nyingi sana, kuja kuaa wanne na kushuka chini kuwapata itakuwa ni shughuli pevu, na nafasi zote za nne zinakamatwa na Wamarekani. Alafu nafasi ya tano tunamwona Bernard Arnault and family E, hawa ndio wanamiliki e, Louis Vuitton pamoja na brand zingine za ma fashion and retail maduka kampuni mama ni LVMH, ambapo uh, Bernard ana utajiri wa dola bilioni 178, na, na kikamata nafasi hiyo ya tano. Nafasi ya sita babu Warren Buffett, nimesema babu kwa sababu ni mkubwa kuliko wote hapa na hata huko chini sidhani kama kuna mtu atakayemfikia umri wake kwasababu Warren ana, ana umri wa miaka tisini na nne. Alafu chuma kinaoa kila siku pamoja na umri wake. Hivi karibuni tu mwaka jana I think alioa mwanamke mwingine. Ana utajiri wa dola bilioni mia moja hamsini na nne na yeye. yeah, anafanya finance na uwekezaji. Kampuni yake inaitwa Berkshire Hathaway, Marekani mwingine. Nafasi ya saba ni Larry Page, huyu anamiliki Google, huyu ana utajiri wa dola bilioni 144 na ye ni Marekani. Mwingine tena nafasi ya nane yupo Marekani, mwingine anaitwa Sergey Brin ana utajiri wa dola bilioni 138. Yeye ni mmiliki mwingine tena wa Google. Kwa hiyo watu wa Google wamejipanga hapa, utajiri wao unafanana fanana sana. Nafasi ya tisa tunahama kidogo, tunaenda Spain. Tunakutana na mtu ambaye biashara zake ama brand zake umeshazisikia sana Zara yeye yeah, anaitwa Amancio Ortega anamiliki eh, utajiri wa dola bilioni 124 na yeye eh, anafanya fashion pamoja na maduka. Nafasi ya kumi tunarudi Marekani, anaitwa Steve Ballmer uh, huyu ni Marekani ambapo uh, anamiliki kampuni ya Microsoft na ana deal na technology. Nafasi ya kumi na moja ni Rob Walton na family, makampuni uh, mengi hapo, unaona baadhi yao yakiwa na miliki mmoja lakini pia familia. Yaani ni, ni biashara za familia ambapo ni Marekani mwingine. Ukishazisikia zile supermarket za Walmart basi hawa jamaa ndio wanamiliki na wanadeal na mambo swala fashion pia pamoja na maduka yani retail. Nafasi ya 12 bado ni Marekani, hapa ni Jim uh, Walton and Family, na hawa vile vile familia moja hii ya Walmart. Then nafasi ya 13 bado tuko Marekani, Bill Gates ameshuka sana. So Bill Gates alikuwa ni bilionea na, ama tajiri namba moja duniani miaka mingi iliyopita, lakini ameachwa mbali sana sasa so hivi, yeye ni bilionea namba kumi na uh, tatu akiwa anamiliki utajiri wa dola bilioni mia moja na nane na kampuni yake tunafahamu ni Microsoft naona huyu Steve Ballmer ambaye ni mmiliki mwingine wa Microsoft, yeye yeah, yuko vizuri sana sasa hivi mpaka amempita mwasisi yani, eh, mwanzilishi wa kampuni hiyo. Nafasi ya 14 Marekani bado uh, ni Michael Bloomberg, huyu anamiliki makampuni ya masuala ya finance na uwekezaji, utajiri wake ni dola bilioni mia moja na tano. Kumi na tano ni Alice Walton, mwanamke pekee ambaye ameingia katika nafasi hapa za juu. Ye pia ni wakina Walton hawa, familia ya Walmart, pia naye yupo katika nafasi hii. Nafasi ya kumi na sita, Marekani bado, ni Jensen Huang eh, huyu anamiliki kampuni ya, ya Nvidia kama umeshasikia, wanadeal na maswala ya semiconductors eh, eh. kwa hiyo Nvidia wanatengeneza machips hawa eh, sio chips zakula nza, za teknolojia kwenye makompyuta ama kwenye mashine kubwa kubwa so yeye anamiliki utajiri wa dola bilioni 98.7. Nafasi na ya 17 ni Michael Dell, zile kompyuta za Dell zile, basi Michael ndo anazimiliki, ana utajiri wa dola bilioni 97.7, ni Marekani, kampuni yake inaitwa Dell Technologies. Nafasi ya 18 tunahama Marekani kwa eh, kidogo kuna, tunaenda India tunakutana na Mukesh Ambani ambaye mwanaye mwaka jana alifanya harusi ya kukata na shoka, ambapo walienda wasanii wengi sana, mastaki bao walihudhuria. Yeye ni Mhindi, anamiliki utajiri wa dola bilioni 92.5, na utajiri wake unatokana na biashara nyingi nyingi diversified. Nafasi ya 19 tunakwenda Mexico, tunakutana na Carlos Slim Helu. Huyu ni E, babu mwingine japokuwa halingani na Warren Buffett. Yeye ana umri wa miaka 85 na, na utajiri wake ni bilioni 82.5. Ni Mexico huyu, na kampuni zake ni za Telcom. Nafasi ya ishirini ni Francois Bettencourt Meyers and family wa Faransa hawa, ambao wanamiliki kampuni ya L'Oreal, masuala ya fashion and retail. Pia Wafaransa hawa, bilioni 81.6 ndio utajiri wake. Nafasi ya 21 tunakutana Julia Koch and family wa Marekani, utajiri wa dola bilioni 74.2, na kampuni inaitwa Koch Inc ambapo wanafanya biashara mbalimbali mbali. Then kuna Koch mwingine anaitwa Charles Koch eh, ambaye ana utajiri wa dola bilioni 67.5, kampuni ni ileile ile ya Koch Inc na yeye ni babu mwingine, ana umri wa miaka 89 nafasi ya ishirini na tatu sasa unakutana na mtu ambaye anamiliki kampuni ambayo pengine unaitumia sana anaitwa zhang yiming ni mchina huyu utajiri wake ni dola bilioni 65.5 na yeye kampuni yake ni tiktok halafu nafasi ya 24 ni changpeng zhao huyu ni kutoka united arab emirates uae dubai huko abu dhabi na kwingine ye biashara yake ni cryptocurrency exchange utajiri wake ni dola bilioni 62.9. Na nafasi ya 25 kuna jamaa anaitwa Jeff Yas, ni Marekani vile vile, ana utajiri wa dola bilioni 59, na biashara zake uh, ni masuala ya finance and investment. Alafu nafasi ya 26 tunakutana na mchina anaitwa Zong Shangsa, Shangshan Anamiliki vinywaji pamoja na madawa. Nataka tuone mwaafrika anatokea wapi, ambaye tunajua kwamba ni Aliko Dangote. Anakuja kutokea katika nafasi ya 83. Kwa hiyo kidunia, Aliko Dangote ameingia katika nafasi ya 83 akiwa na utajiri wa dola bilioni 23.9 na ni Mnigeria. Kwa hiyo wale wa juu kabisa ambao wako katika 100 hapo, mwafrika ni mmoja peke yake ambaye ni